Maana ya nyota maanake ni hatima, hatima yako, Your destiny. Kuna watu wanaitwa destiny killer, destiny helper, wasaidia hatima na waua nini, waua hatima. Ukikutana na destiny killer, wasaidia hatima na wafanyaji, waua hatima. Nitakuja kufundisha somo la waua hatima na nini, wasaidia nini, saidia hatima. Kila mwanadamu amepewa msaidia hatima. Ndio maana unashangaa unakutana na mtu anakupeleka mbali tu, anaitwa msaidia nini, msaidia hatima. Lakini kuna mtu ukikutana naye anaua hatima yako. Mfano, toka leo kaolewa na mganga, uone hatima yako hamna. Na kuna wengine kabisa nyota zao zimeibiwa baada ya kulala na mganga. Mganga anakuambia hili ni kusafisha nyota. Sasa wewe, naanza na wewe bila kujua, kumbe kujikonekti na mganga, roho zote za mganga zinafanyaje? Zinakuhamia, zinaanza kufanya kazi na wewe, roho ya kuua, roho ya mauti na unapotea. Hiyo experience nimeipata sana, muda mrefu sana. Kesi ninayokutana nayo, mwanamke anaenda kwa mganga, anachanjwa chale, anafanyia matambiko na mganga, mwisho anakuwa mke, huendi mahali. Ukija kanisani unanaswa, ni sisi waganga tumempiga mempigaje? Tumemuua huyu, amekuja kwetu, tumechukua kila kitu. Wangapi wameenda kwa waganga wa kienyeji? Siulienda zamani, lakini sasa bado nafanya kazi e. Wangapi walienda, hata kama ulipelekwa? Wangapi walipelekwa e? Umepelekwa kwa waganga, wakishapelekwa tu hivyo, ndugu, ila alama ya mganga bado ni kamera Sema, uko wapi? Uko wapi leo? Namlikwa. Ukitaka kwenda sehemu yenye hati naambiwa pita hapo wewe, mganga mbele. Anakutokea mbele. Yaani unashangaa unaenda mganga anakutokea mbele, unasema? Eh, rudi, rudi, rudi, basi <laughs> shangaa mwenyewe una... hasira inawaka mnagombana na bosi mnaachana. Mimi naongea na watu. Amen. Yaani unaenda kazini kabisa umeripoti siku ya kwanza unaambiwa embu fagia, fagia basi. Unanidharau mimi na degree yangu Kumbe mizimu, roho ro ya mganga imefanyaje? Imenyanyuka leo na kutenganisha na waganga. Amen. Sema natenganishwa, naanatenganishwa na waganga, sema natenganishwa na waganga. Watu wengi tumeuawa kwa sababu tumekabidhiwa kwa sehemu tusiko. Nakuhakikishia ukitoka hapa utarudi kwa ushuhuda, nasema utarudi kwa ushuhuda Haijalishi ni miaka kumi iliyopita, miaka mingapi iliyopita, lakini lazima utapokea kitu kizuri. Sema msaidia hatima, msaidia hatima. Sema msaidia hatima, hatima. hatima. Sikiliza, nyota ni kile kinachokufanya uwe na utisho mbele za watu. Nimerudia, nyota ni kile kinachokufanyaje? kinachokufanya uwe na utisho mbele za nini? Mbele za watu. Nyota ni kile kinachokufanya ufanyaje? uwe na utisho watu. Wakikuona anasema amepita mkuu, amepita, unajificha kwenye bozi yapite. Why? Ni kwa sababu ana utisho wa nyota, nyota yake ni kali sana. Mtu akiwa na nyota kali bwana, lazima atakutisha mtu anaweza kuamuru kwa kwamba huyu fulani kamata weka ndani masaa kumi na mbili masaa ishirini na nne na asitoke. Hiyo inaitwa nyota. Sema nyota. Nami nakuombea leo, nyota yako irudi. Amen. Anga anasema nyota yangu irudi, tusirudi jinsi tulivyokuja. Mikono yako iliuwawa muda mrefu sana. Naona habari iko nyumbani. Hakuna mtu aliye kufanya kitu cha maana nyumbani. Kama una kama una imani, ukitoka hapa utakuwa tajiri. Amina, amina. Kuna kuku wangapi sasa hivi? kama hamsini? Uu, kama hamsini, kama kama na... lakini bado wanafanyaje? Wanaumwa, wamekufa wangapi? Eh, unasema kuku hao hao mia tatu hamsini wa walikufa, au ni pamoja na ya mara ya pili simama pili. Hapa sasa niangalie kwa mbele, Baba mikono yake naifungua, anayaribu